Yesu asifiwe, karibuni sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50, ambapo huwa na share neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali sawa sawa na Bwana anavyonijalia, na kama wewe ni mgeni au bado hujasubscribe, ninaomba subscribe. Ninaomba ukimaliza kuangalia share, like. Na naomba uweke comment yako hapo chini. Comment zako zinasaidia kuifanya channel iwe more visible like yako inasaidia, subscribing ndio kabisa. Naomba basi, kama unaweza kuvifanya chochote kati ya hicho, Mungu akubariki sana. Leo namshukuru Mungu kwa kunipa nafasi nyingine ya kuendelea kushare neno la Mungu na wewe, ni neema tu. Na namshukuru Mungu kwa sababu tunaenda kuanza new series. Katika hii series itakuwa tofauti kidogo na series iliyopita. Katika series hii tunaenda kuangalia our real life kupitia lens ya watu wengine, lakini humo ndani tutakuwa tunaangalia vile vile kama kuna vitu ambavyo na mimi nimejifunza personally. Nitatoa personal examples, lakini vile vile nitatoa a lot of case studies kutoka kwenye Biblia. Ninaomba angalia mpaka mwisho, ninapoenda ku introduce hii series, na amini kabisa Mungu ataitumia hii series kutu kutufundisha vitu na kutu encourage, na hiyo ndio kitu kikubwa ambacho kiko moyoni mwangu. Mungu awabariki sana, usiache kuangalia mpaka mwisho. Kwa hiyo jina ya hii series mpya ambayo tunaenda kuianza inaitwa shule maalum ya Mungu au God's Special School. Angalia hilo jina linakuelezea kabisa, maalum ni maalum kwa watu fulani. Tunajua maisha ya mwanadamu yote, mtu anaweza kusema maisha ni shule. Ni kweli maisha ni shule, lakini ndio maana neno la Mungu linatuambia waitwao ni wengi lakini eh, waitwao ni wengi lakini o, wateule ni wachache. Yani katika watu wanaoitwa n kila mtu anaitwa, lakini wanaoteuliwa ni wachache. Sasa hawa wanaoteuliwa hawa lazima wapitie shule fulani special. Mfano mzuri itakuwa enzi hizo, wale ambao ni waumri kama wakwangu, mnakumbuka palikuwa na shule zinaitwa special schools. Katika hizo special schools walikuwa wanaenda watoto wa vipaji maalumu na palikuwa na lengo. Kwa nini wanapelekwa kule? Kwa sababu training yao inakuwa a little bit different, na wakitoka wanategemewa kwenda kwenye ingawaje, utekelezaji sio kihivo, lakini kiukweli, wangefuatilia nia na madhumuni iliyokuwepo ya kuanzisha hizo special schools, tungeona matunda yake, na hata hao watu maisha yao yangeweza kuwa tofauti na ya wengine ambao hawakwenda special school. Kwa hiyo ni ya kibinadamu, lakini kwa Mungu tunajua kusudi lake lazima litimie. Kwa hiyo kuna hii special school, ambao wateule wale ambao wamekubali kumpokea Bwana Yesu lazima wa go through hii training, na sababu ni kubwa. Nilikuwa na tafakari hili jambo, kasema ni kweli, tulivyokuwa kule duniani tulijifunza mambo mengine ambayo hayampendezi Mungu, tukayafanya ya kawaida, ndiyo maisha. Umeona, kuna wengine walikuwa walevi, wengine waongo, wengine e, sio wavumilivu, wengine ha, hawana upendo, wana chuki. Nakumbuka mimi nilikuwa naonaga sifa kusema yani, mimi ukinikosea, okay, sikusamehi yani, nakwambia nitakulipizia kisasi mpaka ujue. Yani, unaona, ni jambo la kawaida huko ulimwenguni. Sasa umekuja huku, lazima Mungu aweze kuku badilisha fikra zako. Ndio maana neno la Mungu linasema badilisheni fikra zenu, kwa sababu fikra zimeshakuwa corrupted kule, na fikra ni kitu muhimu sana, na ndio maana neno la Mungu linatuambia let your mind be like Christ. Yani kuna mind fulani, mindset ambayo anayo Kristo, ambayo sisi kwa sababu tulikuwa kule gizani, tunakuwa tu na mindset yetu iko kama ya yule mtesi, tulikuwa na mindset kama yake wivu e, kuwa malicious kutokusamehe e, yani kila aina ya uharibifu. Kwa unapokuja huku, unajua hivyo vitu haviondoki, tupowetu tulipompokea Bwana Yesu ghafla vitu vimebadilika, amna, you have to go through training, na hii training ndio ambayo inatuambia, ukisoma kitabu cha Yakobo. Huyu Yakobo anasema kwamba nia kabisa ya majaribu ni kutufanya sisi tuwe perfect. Kwa hiyo hii training inakuwa kama wale ambao mliendaga jeshini. Mimi sikuenda jeshini, sisi ndio tulikuwa mwaka wa kwanza kutokwenda jeshini. Inakuwa kama boot camp, kuna vitu vinaenda, lakini unakuwa una, una kama unaingizwa kwenye moto kitoka unakuwa Meta, kwa hiyo ndio vitu ambavyo tunaenda kuviangalia, kwa sababu katika hii shule ya Mungu imefanana kabisa na shule hizi za ulimwenguni, na ukitaka kuangalia vizuri jinsi shule ilivyo, naweka na link ya ya series ambayo nilifanya mahusiano yetu na Mungu kama wanafunzi. Nilielezea vizuri jinsi shule ilivyo, qualification unapata nini na vitu kama hivyo, lakini hii series kitu nitakachoenda kukifanya, tutaenda somo moja moja, yale ambayo Bwana atanijalia kuzungumza nawe. Najua siwezi kumaliza kwamba kweli haya ndio masomo ishirini ambayo utajifunza huko, nitakuwa nadanganya. No, masomo yako mengi, and kila mtu kutokana na kusudi Mungu al al alilonalo kwake tunaweza tukapitia masomo tofauti, lakini kuna masomo ambayo yamefanana. Unakumbuka katika shule E, zamani nakumbuka, ilikuwa lazima uchague Kiswahili mkifika form 2 kuingia form 3, lazima kila mmoja, hata kama unasoma science au arts, lazima uchague Kiswahili, lazima usome English, umeona. Lakini unaweza ukasema mimi sitaki biology, it's fine Mr. Chemistry. That's fine. Utaenda kusoma uko commerce au utaenda kusoma nini kichoto ambacho umechagua. Ndivyo hivyo hivyo na huku kwa Mungu shule yake ni hivyo hivyo. Kuna masomo compulsory, kwa mfano somo la imani, wote lazima upite kwanza. Imani ni somo ambalo ni la kwanza kabisa, yaani ndio introduction ile, siku ya kwanza umefika tu shule, somo la kwanza, imani kwa nini? Kwa sababu ili uokoke lazima uamini ya kwamba Mungu alimfufua Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa kufa kwake Bwana Yesu e, ile damu yake imetolewa imeweza kuku ina uwezo wa kusafisha dhambi zako, kwa hiyo unasamehewa kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo pale unapoiweka imani yako kwa Kristo, kwamba yeye ni mwana wa Mungu Umeona, ndipo unapookoka. Ndio maana neno la mungu lasema, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako na kumwamini kwa moyo wako utaokoka. Kwa hiyo, umeona, kumwamini kwa hilo ni somo la kwanza. Lakini sasa masomo jinsi yalivyo, ninapenda kutumia mfano wa elimu ya Uingereza. Elimu ya Uingereza iko hivi, mtoto anaweza kuwa yuko year one. Katika hiyo year one, ndani ya darasa hilo year one, kuna seti wanaita kama seti, zinaweza kuwa nne au tano. I don't know how many wanaruhusiwa kuwa nazo. kama mimi, mimi nafundisha adults. Zamani walikuwa wanaruhusu kwenye darasa ukawa na seti tatu au nne, sasa hivi wanasema hapana, is too much. Kwa hiyo natakiwa niwe na maximum na seti mbili, yaani ina maana unafanya mtihani level moja Say level sisi tunatumia ev level one, level eve t th kwao ukiwa labda kwenye 1 wanaingia watu unawafanyia assessment unamwona huyu huyu ni level 1 lakini bado ni bigina huyu ni level 1 yuko a little bit advanced kwao hata nikimpa kazi za kwenda kufanya lazima ni wa level one advanced, ni mpe kazi ambazo ziko zinamchallenge, la sivyo atakuwa bored, ataacha shule, kwa sababu ataona imekuja kufanya nini. Na huyo aliholoa lazima umpe kazi ambayo ni nani yake, la sivyo ataona, anaku, una, nani yake la sivyo ataona ii una mstretch sana, kwa hiyo na yeye anaweza akaacha course kwa sababu anaona kwamba you are stretching out au him too much Umeona, kwaona sisi hivyo hivyo katika hii shule ya Mungu. Haya madarasa tunayoenda, darasa tu la imani, mimi na wewe tuna uwezo tofauti, na ndio maana e, masomo yetu yako tofauti. Mungu anavyotufundisha, namna Mungu anavyotufundisha ni tofauti, na namna ambavyo tutafanya mitihani ni tofauti. Ndio maana mitihani yetu haifanani, na nimejifunza kitu vizuri this week. Mungu akanifunulia hicho kitu yaani, nilikaa nikamshangaa Mungu nikasema, hata hiyo mitihani yenyewe tunaweza tukapitia mtihani huu mmoja, lakini response zetu ziko tofauti kwa sababu tuko level tofauti, mimi na wewe. Kwa hiyo unakuta saa ingine unasema una ah, sasa hicho mbona mi nilipitiaga nikaserereka, huyu mbona kina nani? Usimshangae mwenzio yuko level, mko level moja, lakini wako higher set kwa unachotakiwa ni kufanya nini kumsaidia ndio maana neno la Mungu linasema wenye nguvu na wasaidie wanyonge, eh? Muombe. Lakini usimshangae kwa sababu hata wewe ambaye uko hapo, haya, uko tu level 1 set ya juu, utafika level 2. Mungu atakapokuangalia anaona huyu yuko level 2, lakini yuko lower set, na wewe utakuwa lower set kwenye level 2. Usifikiri kwamba ndio kwamba kila, kila level utakayofika utakuwa wewe ni higher set. kuna level ambazo zitakushinda. Kwa hiyo hii ndio shule ya Mungu, nimetoa mfano huo. Kwa hiyo tutakuwa na masomo mengi mengi tu ambayo Mungu amenisaidia mpaka sasa hivi, na kama mawili matatu ambayo nimepata mafunuo yake na kuyatayarisha, lakini naamini huwa mimi napataga mafunuo as days go by. kwa hiyo naamini Mungu ataendelea kunifunulia mafunuo mengine, lakini vilevile vile katika hii shule kitu kingine ambacho nataka tukifahamu tuki ni kwamba um, kusudi kubwa la hii shule jamani, wapendwa, na hilo tunge focus on that, mbona tusingekuwa tunalalamika? Kusudi kubwa ni kwamba tubadilishwe, tufanane na Yesu, kwa sababu dhambi im, imetufanya sisi tufanane na adui <laughs> ndio maana nani eh, ufunu, sio ufunuo wa Yohana mtumishi wa Mungu Yohana Apostle John anaandika katika zile waraka zake, waraka kwanza, pili, wa tatu na wa Yohana, anasema utamjua mtu tu huyu ni wa Mungu au sio wa Mungu kwa matunda yake, umeona. Kwa hiyo tukiangalia yale matunda tuliyokuwa tumezaa kule, yani yanatuonyesha tu nimefanana na ile kule, na wengine bado tuko huku, tumeokoka bado tuna vile vi element kwa sababu bado hatuja pitia bado somo, umeelewa? Kama bado somo ujalisoma, unajikuta. Ndio maana tusiwashangae watu, mwingine unamwona ameokoka na, na mpinda Mungu, lakini kuna sehemu bado yuko wiki, kwa sababu bado hajapitia hilo somo na hajafaulu. Kingine cha muhimu uh, huu hii shule mimi binafsi nilivyoonaga <laughs> nimefundishwa hard way Ukifeli somo utalirudia, ndugu yangu, utarudia, utarudia, utalirudia mpaka ufaulu. Mimi namshukuru Mungu kwamba alikuwa ananionyesha kupitia ndoto sana. Nilikuwa nikipitia jaribu fulani, naona kabisa nimefaulu au sijafaulu, na <laughs> nilikuwa saa nyingine nalia hata kwenye ndoto ah, mtiani hivyo, lakini nilikuwa na, naelewa kwamba ah, hapa nimeshindwa, lakini ndio hivyo, kwamba ultimate goal ya shule ya Mungu ni kwamba tunapomaliza hii shule, tunapohitimu tunafanana na Kristo, maisha yetu yanabadilika, na katika haya yote eh, ili Mungu apate kutukuzwa. Kwa hiyo mpendo, ninaomba usiache ku tune in kuanzia wiki ijayo, kila Jumanne ninatoa hii Eh, episode mpya mpya ya kuangalia ni masomo gani ambayo Mungu anatufundisha katika hii shule na tunafanya nini au tu, yani, hii hi, sei kwa mfano somo la imani ni tolee mfano somo la imani kusudi la kupitia ili somo ili iwe lina faida gani, na katika hizo faida tutaangalia tena mifano ya watu kwenye Biblia ambayo hili somo walilifaulu wengine wakalifeli kwa nini walifeli kwa nini walifaulu walifanya nini wakafaulu waka walifanya nini waka wakafeli na mimi naweza kama, kama na kuna mimi kuna ilo somo ambalo labda nina mfano kweli hapa mi nilitestiwaga imani yangu kuna mahali pengine nili oropoka kuna gane nyingine nikapita, namshukuru Mungu kwa Mungu. Awabariki sana, ninaomba kama bado subscribe; subscribe, share, like and comment. Tutaonana wiki ijayo kwa neema ya Mungu. Amen.